Nawaomba viongozi wa FPCT mlio katikati yetu, nikuombe, ndugu yangu, usogee hapa mbele, naweza kusogea huku mbele. Mkuu wa wilaya mgeni wetu eh, na mtendaji wa kata, nyinyi ni viongozi wa kijamii ambao nataka kuitambulisha kwenu hii timu ya uongozi wetu wa jimbo na kuwakabidhi mikononi mwenu kwamba Hawa ndio wawakilishi wa FPCT katika kanisa letu jimbo hili la Pwani. Kwa hiyo muwe tayari kushirikiana nao na kuwatumia vile mnavyopenda kwa ujenzi wa ustawi wa makanisa yetu ya Kipentekoste, pamoja na jamii nzima ya wanapwani ambayo inawahitaji katika nyanja zote za kiroho na kijamii na kimwili pia katika kuleta ustawi wa maendeleo ya jamii ya wanapwani. Kwa maneno haya machache Mheshimiwa DC, nisema ya kwamba hili ndilo jeshi lako la kukushauri katika shughuli za maendeleo. Kuna ODC kwenye kata, mtendaji wa kata, watumie kiongozi wa FPCT kwenye shughuli zako za kustawisha FPCT jimbo la Pwani na jiji la Dar es Salaam kwa ujumla. Hawa ndio askari wetu wa miamvuli wa FPCT.